Nam, shukrani sana mtazamaji, kwa kuendelea kutazama darubini ya Channel One. Kwengineko mtazamaji, wasanii kadhaa katika kaunti ya Kisii walikuwa na hamu na pia wametoa michongo ya aina fulani ya kuhakikisha kwamba wanamuenzi Raila Odinga katika sanaa hiyo. Naam, wamekuwa wamechonga sanamu ya kipekee E, kwa kutumia jiwe kama heshima ya hayati Raila Odinga. Sanamu hiyo inabainisha hadithi ya maisha yake na walinuia kumkabidhi kabla ya habari kuhusu kifo chake. Tunaangazia sanamu hii iliyochongewa Kisii, ambayo hayati Raila hatawahi kuiona, lakini ambayo wasanii hao wananuia kuikabidhi kwa familia yake. Hii ndiyo sanamu kuhusu mzunguko wa maisha iliyochongwa kwenye jiwe maalum ikiashiria hadithi ya maisha ya hayati Raila Odinga. Kulingana na wasanii, inaakilisha maisha yake tangu kuzaliwa hadi kilele cha uongozi wake. Sanamu hiyo yenye uzani ya zaidi ya kilo tano iliwachukua wasanii hao katika kituo cha sanaa na uchongaji wa Kisii Kisak katika wadi ya Tabaka muda wa miezi mitatu hadi minne kuikamilisha. Sanamu hiyo inaeleza hadithi mahsusi alipozaliwa, maisha yake. Ndiyo hivi saa zingine iko juu, zingine naenda chini, alienda shule ashule ndio iko hapa nimesoma. Akiwa hivyo alikuwa ni mchezaji na, ila alikuwa anacheza ni football. Ukiangalia hapa huyu ni yeye, na kuna mtu anacheza mpira ikiwa here. Ukiangalia hapa hii ni mtu wa familia, rafu ni familia na alikuwa na upendo wa familia yake kwa kiafrika tunasema alikuwa ni warrior mtu leader, alikuwa na kiafrika kitu inasimamia uongozi. Ni hii mnaona muafrika na mkuki na ngao shield. Raila amekaa kwa, kwa jera sijui ni miaka ngapi, lakini nyororo inasema alifungwa akakaa kwa maisha. Ngao ilikuwa ni hatutaki kuongea lakini inaonyesha alikaa kwa maisha ya gumu, ako kwa jera. Alijulikana sana na ile simbo, wakati alikuwa anatumia ile gari hama. Sasa mpaka ile chama yake ilikuwa inaitwa nyundo, ukiangalia kuna nyundo hapa. Na Raila alikuwa na uongozi kiafrika, ukiona hii ni shiri hiyo whisky lazima uwe na hiyo, inasemekana wewe ni ndiyo kiongozi. Kushikana pamoja tunaweza, saa zingine hapa handshake ni watu kuja pamoja, iko na majina nyingi, but hii inamaanisha Raila hata mkipigana na yeye kisiasa, tena mnakuja pamoja kwa hivyo nchi ilikuwa inakuwa ni, ni kubwa kuliko ubinafsi. Ukiona hii ndege hii ndege inamaanisha ni alikuwa kiongozi kama eagle, alikuwa kiongozi and ilikuwa ni eagle kwetu, inamaanisha leadership. Mkurugenzi wa Kisak Daniel Apepo alisema walichochewa kuchonga zawadi hiyo kutokana na mapenzi waliokuwa nayo kwa mapambano ya muda mrefu ya Raila ya demokrasia ya vyama vingi na mabadiliko ya kikatiba. I wish Raila angekuwa na hii mawe kwa nyumba yake na yeye ajue kazi gani amefanyia Wakenya, hasa maneno unajua maneno ya kuleta multiparty alikuwa ndani, maneno ya kubadilisha hii katiba alikuwa ndani, kupigania watu wote Kenya mzima hata Afrika mzima, Raila alikuwa hapo na sisi tukafili can we uh, be associated na Raila na kazi amefanya mzuri. Maybe they But we hope familia yake itakuwa inaiweka hapo na mtu yeyote hata, even 30 years from now or 100 <coughs> wanaona kulikuwa kuna mtu Kenya alikuwa na na Raila, hii ndio maisha yake. Kadhalika alionyesha sanamu nyingine ya familia ya Twiga ikimwashiria hayati Jaramogi Oginga Odinga. Jaramogi Oginga Odinga was a very visionary leader. That is what Raila copied from him, and these can be be treated as a giraffe family where we have got leaders coming from that family and jaramo used to say mimi ni giraffe aaron marie darubini